Anayefuata ni chuo kikuu cha Sokoine, tuvute tuvute tuvute kidogo SUA. Hao ni wenyeji wa Morogoro, tutembee tutembee, wamekufadhili hata viwanja. Tutembee SUA, nimfunga mkono SUA, funga mkono. Wanapata tume ya nguvu za atomi hao watu, sogea tafadhali. Naitwa Ladislaus Lwoga, ni mkufunzi wa michezo kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Watumishi walioshiriki kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo ni washiriki watumishi thelathini na sita, kwa maana watumishi thelathini na tatu kutoka kampasi ya kampasi zilizoko Morogoro na watumishi watatu ambao walijumuika katika mchezo wa mpira wa miguu walitoka katika kampasi yetu ya Katavi. SUA tumenufaika na vitu vingi, kwanza kabisa tumepata ushirikiano na kama wachezaji wamepata ushirikiano kutoka taasisi mbalimbali ambazo zinashiriki haya mashindano, na vilevile vile sisi kama wakufunzi wa michezo au walimu wa michezo tumenufaika kuona mashirika mengine walivyokuwa wamejiandaa na wachezaji wao walivyokuwa na shiriki katika michezo hii. Kwa hiyo ushiriki kama huo tumeweza kuupata na tumeongeza networki na taasisi nyingine na mashirika mbalimbali. Ushauri wangu kwa watumishi ni kwamba tujitokeze kwenye michezo, kwa sababu kama michezo hii ambayo inafanyika hapa Morogoro kupitia shirikisho la Shimmuta, kulikuwa na michezo takribani kumi na mbili, lakini sisi tumeshiriki michezo michache na ndio maana hata ushindi wetu umeweza kuwa ni mdogo katika mashindano haya. Kwa hiyo nawashauri watumishi wa shirikisho cha kilimo wajitokeze katika kushiriki katika michezo ya basketball, volleyball, michezo ya darts, kutebo, alikadhalika michezo ya kukimbia kukimbia na gunia, kukimbia mbio fupi au mbio ndefu. Wajitokeze na tusisubiri tu wakati wa mashindano ya SHIMMUTA, tujifanye mazoezi muda wote. Idara iko wazi kwa ajili ya kufanya michezo na miundombinu ipo, watakapokuwa wanakuja idarani wataweza kupata huduma sahihi ya maandalizi katika kushiriki katika michezo kama hii. Naipongeza management ya chuo kwa kuweza kuruhusu kwanza wafanyakazi wake kushiriki katika mashindano haya, na vilevile michezo hii takribani ilipangwa ili ifanyike katika mikoa kama miwili mwanzo, lakini hatimaye imekuja kuleta hapa Morogoro, lakini bado management imeweza kuwaruhusu wafanyakazi wake kushiriki katika hii michezo. Wito wangu ni kwamba management iendelee kutusapoti ili kusudi kwa miaka ijayo tuweze kufanya vizuri tunapokuwa tunashiriki katika mashindano haya. Ukiangalia sasa hivi wachezaji tulikuwa tunaunda timu hizi mbili ambayo ni timu ya football na netball, asilimia kubwa walikuwa wanatoka majumbani kwao, hatukuweza kuweka kambi. Hivyo kwa, kwa, kwa wakati mwingine niombe management tuweze kufanya kutokea kambi, tukikaa kwa pamoja na kuweza kuwahi viwanjani kwa wakati sahihi tutaweza kufanya vizuri katika mashindano haya. Naitwa Rusungu Aldo Mwinyi, natokea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, nafanya kazi idara ya Estate and Works. Ni nipo katika kitengo cha usafirishaji ni kama dereva. Nimeshiriki kwenye mashindano ya SHIMMUTA nikiwa kama mchezaji wa mpira wa miguu pia nikiwa ni mkimbiaji wa ndani ya magunia. Nimekuwa mshiriki tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano, hiyo miaka yote mimi nakuwa mshindi wa kwanza. Hata hivyo kwa mwaka huu nimeweza kuwa mshindi wa pili, namshukuru Mungu kwa hilo. Neno moja kwa uongozi wa chuo ni kuomba tu chuo kiweze kwa, kiweze kutu kutuongezea namba ya watu katika kushiriki, kwa sababu kama huu mchezo wa magunia, mimi kutoka taasisi yangu nimekimbia peke yangu, lakini baadhi ya taasisi zinatoa washindani watatu hadi wawili. Kwa hiyo kupitia hili inakuwa ni changamoto sana kwangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba taasisi iweze kutuongezea namba ya washiriki hata angalau tukiwa watatu kwenye mchezo mmoja, mfano huu wa mmoja mmoja, itakuwa inaleta maana kidogo. Kwa watumishi wenzangu, mimi na washauri tu tujitume kwenye mazoezi, waweze kushiriki kwenye ile chibundakapu ya kwetu tunayoanza nayo kama chuo, baada ya hapo tunaingia kwenye mashindano hayo ya SHIMUTA, waweze kushiriki kwa wingi, kwa sababu michezo inajenga afya ina na kuimarisha mwili.